Endapo mahakama ikatoa uamuzi kwamba huwezi kushiriki uchaguzi huu, mahakama ya rufaa, mpango wako mwingine ni upi? Um, mpango mwingine, mpaka sasa hivi tumekamilisha taratibu ya kuziarifu mahakama za Afrika Mashariki na mahakama ya The Hague kwa ajili ya kuzuia uchaguzi ili kutoa fursa E, kwa kesi zinazoendelea ziweze kuhitimishwa ili kutoa fursa ya kusikilizwa. Zipo kesi mbili mpaka sasa zinazoendelea katika mahakama ya rufaa. Kesi ya kwanza ni hii ya Luhaga Mpina pamoja na ACT Wazalendo dhidi ya INEC pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali kupinga kuenguliwa kwa, kwa mgombea wa chama cha ja ACT Wazalendo nafasi ya urais Luhaga Joelson Mpina lakini ipo kesi ya mzee Dr. Marisa mwana sisi, anayepinga kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hakuchaguliwa kwa utaratibu sisi, mayapfa, wa chama. Kwa hizo kesi zote ziko mahakama ya rufaa, kwa hiyo sisi tunategemea kwamba mahakama ya rufaa inaweza ikatoa mwongozo wa kusimamisha uchaguzi huu mpaka haya mashauri yakamilike, yasikilizwe na yakamilike. Sasa uh, na hizo sasa tunachukua initiative zingine za kuhakikisha kwamba sisi tumesikilizwa na, na mashauri yetu yamekamilika. Sasa mahakama huwezi kwenda na mahakama sasa kusema kwamba utaigaidi kwamba itaamua nini. Kwa hiyo vyovyote vile, eh, mahakama yetu ya rufaa itakachokiamua, mimi ni mwanasiasa, mimi ni mwanasiasa, nitaendelea kupambania taifa langu. Ya, hii nafasi ya ya ya ya hizi shughuli za kisiasa nilizochagua katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo vyovyote vile itakavyokuwa, kwa sababu so, mahakama tumeipelekea na tunasubiri maamuzi yake, lakini zaidi ya hayo yote, mimi ni Mtanzania nitaendelea kuwa Mtanzania, lakini nitaendelea kupigania taifa langu katika nafasi mbalimbali najenga lakini lina haja sana kwa sababu eh, inawezekana inawezekana uamuzi wa mahakama uweze kushurutisha ukatoka baada ya uchaguzi. Kuna nafasi nyingine yoyote, majibu au hukumu ya mahakama imekuja kutolewa baada ya uchaguzi. Ndiyo maana ndiyo maana kwamba nimesema kwamba pamoja na haya yote tumeiomba mahakama kwamba huu uchaguzi hasa wa rais peke yake, kwa sababu wagombea wa nafasi ya ubunge hatujawalalamikia mahakamani wagombea wa nafasi ya udiwani haduwanaamkia mahakamani. Wao uchaguzi wao unaweza ukafanyika tarehe 29 mwezi wa huu 29 Oktoba 2025, lakini hao wa, wa rais tumeomba mahakama iusimamishe mpaka mashauri haya yakamilike. La pili kama mahakama ha -ha, pengine labda haitafanya hivi, ndio maana tumeenda tunatafuta msaada mwingine wa wa mamlaka zingine za India ambazo zinaweza kusimamisha uchaguzi wa rais hadi mpaka pale shauri hili itakapokuwa limetambuliwa na kuamuliwa na mahakama. Unanitazama na unanisikiliza, ni Luhaga Mpina, alikuwa mgombea wa urais wa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo. Asante sana na nashukuru kwa muda wako kwa kushiriki mahojiano haya. Nashukuru sana, asante, asante.